Mheshimiwa Spika, awali yote napenda kutoa shukrani kwa niaba ya kamati kwa kunipa nafasi hii ili niweze kutekeleza masharti ya kanuni ya 118 kanuni ndogo moja ya kanuni ya kudumu ya Bunge toleo la Februari 2023. Mheshimiwa Spika, kwa sababu ya muda naomba taarifa yote iingie kwenye kumbukumbu za rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa mezani. Mheshimiwa yeah, spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118 kanuni ndogo ya tisa kanuni za kudumu za Bunge Toleo la Februari 2023 naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo kuhusu utekelezaji wa bajeti ya wizara ya kilimo ya kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na maoni na ushauri wa kamati kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, taarifa hii ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni utangulizi, sehemu ya pili inabainisha uchambuzi wa namna bajeti ya wizara ya kilimo kwa mwaka wa fedha 2024/25 ilivyotekelezwa na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/26 na sehemu ya tatu inahusu maoni na mapendekezo ya kamati pamoja na hitimisho msingi wa uchambuzi. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 6 1b kikisomwa pamoja na kifungu cha 71a cha nyongeza ya nane ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari 2023 kimeipa Kamati ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo jukumu la kushughulikia bajeti ya wizara ya kilimo. Katika kutekeleza jukumu hili, tarehe 21 na tarehe 4 Machi 2025, kamati ilichambua taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/2025 na kufanya ulinganisho kuhusu makadirio ya mapato ya matumizi ya fungu 43, wizara ya kilimo fungu 24 tume ya ma maendeleo ya ushirika na fungu tano tume ya taifa ya umwagiliaji kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Aidha, kanuni ya 117 mbili ya kanuni za kudumu za bunge imeweka masharti yanayotaka taarifa ya, ya utekelezaji wa makadirio ya wizara hii kuchambuliwa na kamati kabla ya kujadiliwa bungeni. Naomba bunge lijadili hoja ya waziri wa kilimo kwa pamoja na taarifa hii. Mawanda ya uchambuzi. Mheshimiwa Spika, katika kusimamia ma masuala ya kibajeti Kamati imechambua fungu 45, wizara ya kilimo, fungu 24, tume ya maendeleo ya ushirika na fungu tano, tume ya taifa ya umwagiliaji. Uchambuzi huu ulifanyika baada ya kamati kutembelea ili kujiridhisha kuhusu hali halisi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mafungu yaliyotajwa hapo juu. Matokeo ya uchambuzi na tathmini. Mheshimiwa spika, Mheshimiwa naibu spika, kwa, kwa mujibu wa kanuni 117 2, baada ya ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo kamati ilifanya uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa mipango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ili kuizoeza ipasavyo kuhusu utekelezaji wa bajeti ya wizara hii. Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa ya utekelezaji wa bajeti na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya kilimo inajumuisha mafungu matatu kama nilivyoyataja. Masuala yaliyochambuliwa ni pamoja na ukusanyaji wa maduhuli, upatikanaji wa fedha za matumizi kugaramia miradi ya maendeleo na upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kugharimia matumizi ya kawaida kwa mwaka wa fedha 2024 2025. Makusanyo ya maduhuli kwa Wizara ya Kilimo ufungu 43. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024 2025 Wizara ya Kilimo ilijiwekea lengo la kukusanya jumla ya shilingi bilioni saba. Hadi kufikia mwezi Februari 2025, wizara imekusa, ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 5.47 sawa na asilimia 78.17 ya lengo lilokusudiwa mchanganuo wa makusanyo hayo unaonekana katika jedwali namba moja. Mheshimiwa naibu spika, uchambuzi wa makusanyo ya maduhuli unaonyesha kwamba a mwaka wa fedha 2024-2025 ukusanyaji wa maduhuli ulikuwa wa kuridhisha, kwani hadi kufikia mwezi Februari 2025, wizara na taasisi zake zilifikisha wastani wa asilimia 78, ya lengo b ukusanyaji huu pia unaweza kumaanisha kuwa makadirio ya maduhuli siyo halisia na c mwenendo huu wa makusanyo unaonyesha kuwa lengo linaweza kufikiwa ifikapo mwisho wa mwaka wa fedha. Makusanyo ya maduhuli kwa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji fungu tano. Mheshimiwa naibu spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ilijiwekea lengo la kukusanya jumla ya shilingi bilioni 3.6 hadi kufikia mwezi Februari 2025. Wizara ilikuwa imekusanya shilingi bilioni 1.04, sawa na asilimia 28 ya lengo lililokusudiwa. Mchanganuo wa makusanyo hayo unaonekana katika jedwali namba 2. Mheshimiwa Naibu Spika, makusanyo ya maduhuli kwa fungu tano yanaonyesha kwamba a Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imefikia asilimia 28.2 ya lengo lake kwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 1.014 kati ya shilingi bilioni 3.6 zilizokusudiwa. Makusanyo haya hayaridhishi kwa kuwa hayaendani na matarajio na lengo la wizara; b mwenendo huu wa makusanyo unaashiria kutokuwepo kwa mfumo madhubuti wa ukusanyaji wa maduhuli na usimamizi wake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ujumla mwenendo wa makusanyo wa maduhuli ya wizara unatoa mwelekeo wa kufikia lengo lililokusudiwa. Changamoto zipo katika ukusanyaji wa maduhuli ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kutofikia lengo lililotarajiwa. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa naibu spika, kwa madhumuni ya kuzingatia masharti ya kanuni moja, moja, saba, moja, kanuni za Bunge, kamati ilitembelea na kukagua miradi ifuatayo: moja, mradi namba 4486 mradi wa ujenzi wa mechanization center, Itilima Simiu. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilitembelea kwa kukagua mradi wa ujenzi wa kituo cha kutoa huduma za zana za bora za kilimo uliopo Itilima mkoani Simiu. Lengo la mradi huu ni kuhakikisha wakulima wa eneo la Itilima wanalima kwa kutumia zana bora za kilimo ikiwemo matrekta ili kuongeza uzalishaji na tija katika mazao ya kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi huu ulitengewa shilingi milioni 216.67 kwa ajili ya ujenzi. Kamati ilifahamishwa kuwa mkandarasi alikuwa amewasilisha cheti cha maombi ya malipo ya awali jumla ya shilingi milioni 35.6, sawa na asilimia 16, ambapo utekelezaji wake ulikuwa umefilikia asilimia 48. Hata hivyo, kamati ilipata mashaka juu ya ukubwa wa eneo ulipojengwa mradi, kwa kuwa eneo lilionekana kuwa dogo kuliko mahitaji ya mradi na hasa mahitaji ya baadaye. Mheshimiwa naibu spika, mradi huu ukikamilika utawezesha mkulima kuongeza uzalishaji na tija katika mazao ya kilimo pamoja na kuhamasisha vijana kujiunga na kilimo kutokana na uwepo wa zana bora za kilimo. Aidha, kwa kuwa mpango wa serikali ni kuanzisha vituo kama hivi nchi nzima, kamati inaishauri serikali kuongeza umakini katika kuchagua mahali pa kujenga miradi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha usimamizi wa miradi ili tija iliyokusudiwa ipatikane. Mbili. mradi namba 4486 ujenzi wa bwawa la umwagiliaji Nyida Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilitembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa bwawa wa umwagiliaji uliopo katika kijiji cha Nyida mkoa wa Shinyanga. Lengo la kuanzishwa kwa mradi huu ni kuongeza upatikanaji wa maji kwa ajili ya kilimo kwa umwagiliaji wa zao la mpunga na kuwezesha wakulima kulima angalau kwa misimu miwili. Mheshimiwa Naibu Spika, bwawa hili linatarajiwa kuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita za ujazo bilioni 7.8 lenye uwezo wa kumwagilia hekta 800 za mashamba ya wakulima 1500 ulitengewa jumla ya shilingi bilioni 13.6. Hadi kamati inatembelea mradi huu, shughuli za ujenzi zilikuwa zimefikia asilimia 75, na jumla ya malipo iliyofanyika ni shilingi bilioni 8.48, sawa na asilimia 61.8 ya fedha yote ya mradi. Mheshimiwa naibu spika, kwa ujumla kamati iliridhika na kazi iliyofanyika na kuitaka serikali kuhakikisha inakamilisha mradi huu kwa wakati ili kuwawezesha wakulima wa kiuchumi na kuongeza kipato. Tatu, mradi 4486 ujenzi wa ofisi ya makao makuu ya bodi ya tumbaku Tabora. Mheshimiwa naibu spika, kamati ilitembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya bodi ya tumbaku uliopo katika kata ya Kanyenye manispaa ya Tabora unaotekelezwa kwa fedha za ndani. Kamati ilifahamishwa kuwa mradi huu unatekelezwa kwa jumla ya shilingi bilioni 1.2. Mheshimiwa naibu spika, kamati ilitembelea mradi, ilitembelea mradi huu serikali wakati kamati inatembelea mradi huu serikali ilikuwa imelipa jumla ya shilingi bilioni 984.7 sawa na asilimia 78.9 ya fedha za mradi. Aidha, utekelezaji wa mradi huu ulikuwa umefikia asilimia 98. Mheshimiwa naibu spika, katika ukaguzi huo kamati iliridhika na utekelezaji wa mradi isipokuwa marekebisho madogo madogo ambayo kamati inaamini yameshafanyiwa kazi. Aidha, kamati inaitaka serikali kuimarisha usimamizi ili kuharakisha ukamilishaji wa jengo hilo ili wananchi hasa wakulima wa tumbaku waanze kupata huduma kat kutoka katika ofisi hiyo, na hasa huduma ya tawi la Benki ya Ushirika ambayo ni moja ya sehemu ya wapangaji katika jengo hilo. Upatikanaji wa fedha za matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 fungu 43 Wizara ya Kilimo iliidhinishiwa na bunge bajeti ya, ya shilingi bilioni 123.75 sawa na asilimia 9.9 ya bajeti yote kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hadi kufikia Februari 2025, wizara ilipokea jumla ya shilingi bilioni 53.89 kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na asilimia 44 ya bajeti iliyotengwa. Jedwali namba tatu linaonyesha mwenendo wa upatikanaji wa fedha wa fungu 43 kwa mwaka 2024 2025. Mheshimiwa Naibu Spika uchambuzi unaonyesha kuwa A upatikanaji wa fedha za matumizi ya kawaida ni wa asilimia 44 ya fedha iliyotengwa na B hali ya upatikanaji wa fedha za matumizi ya kawaida hairidhishi na hivyo kuathiri utekelezaji wa mipango iliyotarajiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2024-2025, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji fungu tano iliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 71.88 kwa ajili ya matumizi ya kawaida hadi kufikia Februari 25 fedha e, iliyopokelewa ni shilingi bilioni 13.4 sawa na asilimia 18 ya fedha iliyoidhinishwa. Mchanganuo wa upokeaji wa fedha unaonekana katika jedwali namba 4. Mheshimiwa naibu spika, uchambuzi unaonyesha kuwa a, upatikanaji wa fedha za matumizi ya kawaida kwa ujumla ni asilimia 18 ya fedha iliyotengwa na b, upatikanaji huo wa fedha hauridhishi na hivyo kuathiri utekelezaji wa malengo yaliyotarajiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025, fungu 24, tume ya maendeleo ya ushirika iliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 20.3 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na hadi kufikia Februari 2025 e, tume ilikuwa imepokea jumla ya shilingi bilioni 11.3 sawa na asilimia 55.6 ya bajeti ya matumizi ya kawaida iliyoidhinishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa mwenendo wa ujumla wa upatikanaji wa fedha kwa ajili ya matumizi ya kawaida sio wa kuridhisha na hivyo kuathiri ufikiwaji wa malengo yaliyokusudiwa. Uzingatiwaji wa ushauri wa kamati. Mheshimiwa naibu spika, wakati wa kupitia na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 43 fungu 24 na fungu 5 kwa mwaka wa fedha 2024 25 kamati ilishauri masuala mbalimbali ambayo serikali iliyazingatia. Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya ushauri wa kamati uliozingatiwa ni kama ifuatavyo: a hey, programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora, serikali imeendelea kufanya kazi kwa karibu na halmashauri mbalimbali kwa kuainisha maeneo ya mashamba, kuanzisha vituo vya zana za kilimo ikiwemo matrekta na viambata vyake power tillers katika halmashauri. Vilevile, katika kuhakikisha programu ya BBT inakuwa endelevu, serikali imeendelea kutoa mikopo yenye riba nafuu kwa vijana na wanawake pamoja na mafunzo ya kilimo biashara. Kamati inasisitiza serikali kuendelea na usimamizi wa programu hii ili kufikia malengo yaliyokusudiwa ya kuongeza ajira na kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na ya biashara. B. Serikali imeanza kuweka nguvu katika uzalishaji wa pembejeo hapa nchini. Serikali imeongeza bajeti ya uzalishaji wa mbegu bora kufikia bilioni 44.42 na kuhakikisha kuwa upatikanaji wa mbegu nchini unafikia tani 47.07. Aidha, serikali imeongeza bajeti ya mbolea hadi kufikia bilioni mia tatu na upatikanaji wa mbolea umefikia tani milioni 1.2. Kamati pia ilifahamishwa kuwa mkandarasi wa kusimika mitambo ya kiwanda chenye uwezo wa kuchangia changanya mbolea ya tani 120 kwa mwaka amepatikana. Pia serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imewezesha ujenzi wa kiwanda cha viuatilifu cha Planted Biodefenders Limited kilichopo mkoani Kilimanjaro chenye uwezo wa kuzalisha lita 2000 kwa mwezi. Bc, kamati iliarifiwa kuwa utekelezaji wa ushauri wa kuanzisha wakala wa kilimo utakaosimamia shughuli za ugani ikiwemo miundombinu na rasilimali za kilimo umefikia hatua nzuri pia kamati ilifahamishwa kuwa utekelezaji wa majukumu ya wakala huo utaanza mara taratibu husika zitakapokamilika ili kuongeza tija katika sekta ya kilimo. Pamoja na hatua hiyo iliyofikiwa, kamati inasisitiza kuwa utekelezaji wa ushauri huu ukamilishe mapema inavyowezekana. Katika kuhakikisha kuwa yanakuwepo mazingira ya kushirikisha sekta binafsi katika uzalishaji wa mbegu, serikali kupitia ASA imeingia mikataba na wazalishaji wa mbegu mia moja na kumi watakaolima eneo lenye ukubwa wa hekta elfu sita mia saba na hamsini na tatu kwa mazao mbalimbali ikiwemo mahindi, mpunga, ngano, alizeti na ufuta. Mikataba hiyo itahusu kukodisha ardhi yenye ukubwa wa hekta 1893 kwa kampuni bidafsi saba za uzalishaji wa mbegu katika shamba la mbegu la Mbozi hii. Katika kuendelea na kuimarisha taasisi za utafiti wa kilimo nchini, serikali imeendelea na utekelezaji wa kujenga maabara kuu ya kilimo Dodoma iliyofikia wastani wa asilimia 96, ujenzi wa ofisi ya TARI makao makuu asilimia 65, ujenzi wa ghala tano katika vituo vya TARI Tumbi, TARI Silian, TARI Homboro, TARI Dakawa, TARI Naliendele uliofikia wastani wa asilimia 40.4. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ujumla kamati imeridhika kuona ushauri wake unaendelea kuzingatiwa na wizara pamoja na tume zake katika utekelezaji wa majukumu yake. Aidha, upatikanaji wa fedha usioridhisha umeendelea kuwa kikwazo kwa wizara na hivyo kushindwa kuzingatia ipasavyo baadhi ya ushauri uh, uliotolewa na kamati. Hivyo kamati inasisitiza serikali kutoa fedha ya kutosha kwa wakati kama ilivyotarajiwa makadirio na maduhuli ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2025 2026 Wizara ya Kilimo fungu 43 inategemea kukusanya jumla ya shilingi bilioni 8.67. Fedha inayotarajiwa kukusanywa ni ongezeko la asilimia 19 ikilinganishwa na makadirio ya makusanyo ya mwaka wa fedha 2024 2025. Mchanga, mchanganuo wa fedha na makusanyo ya fungu unaonekana katika jedwali namba tano. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi unaonyesha kuwa: A kwa ujumla makadirio ya maduhuli kwa mwaka wa fedha 2025/26 yameongezeka kwa asilimia 19 ikilinganishwa na lengo la makusanyo kwa mwaka wa fedha uliopita. B kutokana na mwenendo wa ukusanyaji wa maduhuli kwa mwaka wa fedha 2025/26 kufikia asilimia 80 ndani ya robo ya tatu ya muda wa lengo, upo uwezekano wa kufikia lengo la makusanyo lililowekwa kwa mwaka wa fedha 2025 h 26 kwa kuzingatia uzoefu wa makusanyo wa mwaka uliotangulia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa fungu tano, tume ya taifa ya mwagiliaji inakadiriwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 36 ambayo ni sawa na lengo la maduhuri kwa mwaka wa fedha 2024 2025. Jedwali namba s linaonyesha mchanganuo wa makadirio hayo. Mheshimiwa naibu spika, uchambuzi unaonyesha kwamba kwa ujumla makadirio ya maduhuli kwa mwaka 2025/26 ni sawa na lengo la maduhuli ya mwaka 2024/25. Kamati inaona bado ni muhimu tume ikajiwekea mikakati itakayowezesha kuongeza makusanyo ya maduhuli kwa mwaka huu wa fedha ili kuleta tija iliyokusudiwa. Uchambuzi wa matumizi ya kawaida. Mheshimiwa naibu spika, mwaka wa fedha 2025/26 Wizara ya Kilimo, tume ya taifa ya umwagiliaji na tume ya maendeleo ya ushirika wanakadiria kutumia shilingi bilioni 231.26 kwa ajili ya matumizi ya kawaida . Fedha hizi ni ongezeko la matumizi ya kawaida kwa asilimia sita ikilinganishwa na bajeti ya mwaka fedha wa fedha 2024 2025. Mchanganuo wa makadirio hayo unaonekana katika jadwali namba saba. Mheshimiwa naibu spika, kufuatia ongezeko la asilimia sita kwenye bajeti ya matumizi ya kawaida, ongezeko hilo linaonyesha mwelekeo mzuri kwani fedha hizo zitaongeza msukumo wa kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa bajeti ya miradi ya maendeleo. Ongezeko hili la bajeti linategemewa kwenda sambamba na upatikanaji wa fedha hizo kwa wakati ili kutekeleza majukumu yaliyokusudiwa. Ufanisi wa utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji, usambazaji wa mbolea pamoja na mapembejeo za kilimo unategemea upatikanaji wa fedha za kutosha na kwa wakati kama inavyoelekezwa katika ibara ya, ya 37 ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeahidi kusimamia kikamilifu hifadhi na matumizi endelevu ya maji, ardhi, kilimo na mazingira sambamba na kuongeza miundombinu ya umwagiliaji itakayoendeshwa kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na ongezeko hilo la bajeti ya matumizi ya kawaida, kamati inaona kuwa kuna haja ya kuongeza bajeti ya kilimo ili kukidhi mahitaji ya sekta hii na kuhakikisha tija inaongezeka katika kilimo. Kuongezeka kwa bajeti kutaboresha miundombinu ya umwagiliaji, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya hifadhi ya mazao, kuimarisha vituo vya utafiti, upatikanaji wa pembejeo, kuimarisha huduma za ugani pamoja na kuimarisha usimamizi na ukaguzi wa vyama vya ushirika. Makadirio ya matumizi kwa ajili ya maendeleo ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilichambua makadirio ya jumla ya shilingi trilioni moja nukta sifuri moja kwa ajili ya kugharimia miradi ya maendeleo iliyopangwa kutekelezwa na Wizara ya Kilimo, Tume ya Taifa ya Mwagiliaji na Tume ya Maendeleo ya Ushirika kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Makadirio hayo ni pungufu kwa asilimia 0.5 ikilinganishwa na bajeti iliyoidhinishwa mwaka wa fedha 2024 2025 kama ilivyoonyeshwa kwenye jedwali nambari nane. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa jumla unaonyesha kwamba a, bajeti ya maendeleo ya wizara ya kilimo, tume ya taifa ya umwagiliaji na tume ya maendeleo ya ushirika imepungua kwa asilimia 0.5 ikilinganishwa na mwaka wa fedha 2024 2025. B, punguzo la bajeti kwa asilimia 0.5 inaweza kuathiri kufikia malengo yaliyowekwa katika mpango wa kuendelea kuongeza tija na, uzal, na uzalishaji katika sekta ya kilimo. C si, ukamilishaji wa miradi ya maendeleo unaweza kuleta tija kama serikali itazingatia utoaji wa fedha za kutosha na kwa wakati kama ilivyotarajiwa. Maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya uchambuzi wa kina kuhusu utekelezaji wa bajeti pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara, tume ya taifa ya umwagiliaji na tume ya maendeleo ya ushirika, ninaomba kuwasilisha maoni na ushauri wa kamati kama ifuatavyo. Wizara ya Kilimo, fungu 43A. bajeti Hey, ya kilimo bado haikidhi mahitaji halisi ya sekta hii kwa kuzingatia matakwa ya utekelezaji wa azimio la Maputo 2003 na Malabo 2014, yanayozitaka nchi wanachama kutenga asilimia kumi ya bajeti ya taifa kwa ajili ya sekta ya kilimo. Kamati inashauri serikali kuendelea kuongeza bajeti ya kilimo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Aidha, fedha hizi zitolewe kwa wakati ili kuwezesha kufikia malengo na mikakati iliyokusudiwa. B. pamoja na juhudi zilizofanywa na serikali za kuendelea kwa ajili wagani, bado mahitaji ya huduma ya ugani ni makubwa katika maeneo mengi nchini. Hali hii imesababisha baadhi ya maeneo makubwa kuhudumiwa na mgani mmoja na hivyo kukosekana kwa tija iliyokusudiwa kamati inashauri serikali kuona umuhimu wa kuendelea kutenga bajeti ya kuajiri maafisa ugani wa kutosha ili kusogeza huduma kwa wakulima wengi zaidi na kuleta tija katika kilimo kama ilivyokusudiwa. Si hali ya upotevu wa mazao baada ya kuvunwa imeendelea kuwa kwenye tarakimu mbili, asilimia 35 ikilinganishwa na shabaha ya kupunguza upotevu huo hadi asilimia tano ifikapo mwaka 2030. Hali hii inaweza kuathiri usalama na upatikanaji wa chakula kwa uhakika kwa, kwa wakati wote nchini. Kamati inashauri serikali kuendelea kuimarisha miundombinu na kukamilisha ujenzi wa magara ya kutosha katika ngazi za vijiji, kata, wilaya hasa kwenye maeneo yenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya chakula. Aidha, serikali iendelee kushirikiana na sekta binafsi katika kuhakikisha kuwa magara yanajengwa ya kutosha karibu na wananchi katika maeneo yote kulingana na mahitaji. D. Ukosefu wa masoko na wa, ya uhakika kwa baadhi ya mazao ya kilimo katika maeneo mengi ya wakulima nchini na nje ya nchi umenyima sekta ya kilimo fursa ya kuchangia ipasavyo katika uchumi ikiwa ni pamoja na kuwakatisha tamaa baadhi ya wakulima ili kubaini, kukabiliana na changamoto hii, kamati inashauri serikali kuchukua hatua za, zaidi za makusudi ikiwa ni pamoja na kuendelea kuhakikisha upatikanaji wa masoko ya mazao ya kilimo hapa nchini na nje ya nchi unakuwa wa uhakika. Aidha, serikali iweke mikakati mahususi ya kuhakikisha kuwa mazao yanaendelea kuwekewa mnyororo wa thamani ili kuwanufaisha wakulima. Hii maendeleo ya sekta yote yanatokana na tafiti za kutosha kuhusu sekta husika sekta ya kilimo inahitaji kuziwezesha taasisi za utafiti ili kuongeza tija katika kilimo. Hivyo kamati inashauri serikali, moja, kuendelea kuwekeza na kuimarisha taasisi za utafiti wa kilimo nchini, ikiwa pamoja na kuongezea rasilimali watu na rasilimali fedha kwa ajili ya utafiti na kuendelea kuwajengea uwezo watafiti wa kilimo ili waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi na kukuza sekta ya kilimo nchini na mbili, kuongeza kasi katika kufufua uzalishaji wa mbegu za, ku, za kutosha za asili mbegu za wakulima. Kuendeleza na kutunza mbegu hizi kutasaidia kulinda chanzo cha nasaba za mimea ambao, ambacho ni msingi wa tafiti zote. Aidha, uzalishaji wa mazao ya asili upewe kipaumbele ili kusaidia upatikanaji wa lishe bora katika chakula na kuchangia kujitosheleza kwa virutubisho na kupunguza ulazima wa uhitaji wa virutubisho vya viwandani. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji fungu tano. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu utekelezaji wa mipango ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kamati inashauri uh, kama ifuatavyo. A. Ukasanyaji hafifu wa maduhuli na ya mfuko wa maendeleo ya umwagiliaji unaipotezea serikali mapato. Kamati inashauri tume kuweka taratibu, utaratibu utakaowezesha watumiaji wa maji kulipa tozo za maji ili kuiwezesha tume kufikia malengo iliyojiwekea. B. Serikali ifanye uchambuzi wa kina kuainisha miradi ya mabwawa ya kilimo cha umwagiliaji ambayo imefikia zaidi ya asilimia thelathini, asilimia sitini ya, ya utekelezaji na kuikamilisha kwa haraka ili tija kwa sekta hii muhimu ya kilimo ianze kuonekana. na si serikali iendelee kuongea, kuongeza na kutoa fedha kwa wakati katika miradi ya miundombinu ya umwagiliaji ili kuongeza kasi ya kukamilisha miradi Aidha, usimamizi wa miradi uimarishwe ili fedha zilizotengwa zilete tija iliyokusudiwa kwa wakati. Tume ya Ushirika, fungu 24 a. Kamati inaipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kubali kutoa mtaji uliowezesha uanzishaji wa Benki ya Ushirika ambayo itasaidia wakulima kupata huduma za kifedha kwa, kwa karibu zaidi. Pamoja na nia ya njema ya serikali kuanzisha benki hiyo, kamati inaishauri serikali kuendelea kuisimamia benki hii na kuhakikisha inapata mtaji wa kutosha kuhudumia wakulima katika maeneo mbalimbali nchini. Na mbili, serikali hakikisha benki hii inaendeshwa kibiashara na kuleta ushindani kwenye sekta ya mabenki nchini. Si mgawanyo wa maku, maku, ma, ma, majukumu na uwajibikaji katika tume ya umepunguza ukas, ufanisi na kusababisha changamoto hasa za usimamizi na uwajibikaji wa maafisa ushirika. Kamati inaendelea kuitaka serikali kukamilisha mapitio ya sheria ya ushirika haraka ili kutatua changamoto zinazotokana na usimamizi hafifu na kukosa uwajibikaji katika sekta ya ushirika. Hitimisho. Mheshimiwa naibu spika. Wizara ya Kilimo ni mwezeshaji na mratibu muhimu wa kufanikisha utekelezaji wa mipango mbalimbali ikiwemo programu ya kuendesha, kuendeleza sekta ya kilimo awamu ya pili na utekelezaji wa maendeleo endelevu ya milenia hususani lengo namba moja linalohusu kupunguza umaskini uliokithiri na lengo namba mbili linalohusu kutokomeza tatizo la utapiamlo kwa kuimarisha lishe bora. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutumia nafasi hii kuwashukuru kwa dhati wajumbe wa Kamati ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kwa ushirikiano walionipa, walioonyesha katika kipindi chote cha uchambuzi wa bajeti ya Wizara ya Kilimo. Kutokana na ufinyu wa muda sitaweza kuyataja majina, lakini naomba majina hayo yote yaingizwe katika kumbukumbu na taarifa za rasmi za Bunge. Kipekee kabisa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwashukuru wananchi wa Jimbo la Njombe Mjini kwa kuniamini na kunipa ushirikiano mkubwa katika kipindi chote cha uongozi wangu. Naomba tuendelee kushirikiana e, kwa pamoja ili neema ziendelee kutufikia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wajumbe wa kamati napenda sana kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kipekee wa sekta ya kilimo. Kwa kipindi kifupi cha uongozi wake tumeshuhudiwa kasi kubwa ya uongezaji wa bajeti ya wizara kwa lengo la kuongeza tija. Mheshimiwa Naibu Spika, maamuzi ya Mheshimiwa Rais yameonyesha utashi mkubwa wa kisiasa na uthubutu alionao katika kubadilisha maisha ya wakulima wadogo wadogo na Watanzania kwa ujumla. Sisi tunampongeza na tunamtakia afya njema. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho lakini sio kwa umuhimu napenda kutumia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, waziri wa kilimo, na Mheshimiwa David Ernest Silinde, naibu waziri wa kilimo, kwa ushirikiano mkubwa wanaoipa kamati ambao kwa sehemu kubwa umechangia kuiwezesha kamati kutekeleza shughuli zake kikamilifu. Nawashukuru pia watendaji wote wa wizara ya Kilimo na taasisi zilizo chini ya wizara ya kilimo wakiongozwa na katibu mkuu bwana Gerard Geoffrey Mweli akisaidiwa na makatibu wakuu daktari Hussein Mohamed Omari na daktari Stephen Justice Nindi. Mheshimiwa Spika, kwa namna pekee namshukuru katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuwaongoza vyema watumishi wa ofisi ya bunge katika utaratibu na usimamizi, uratibu na usimamizi wa shughuli za kamati kwa ujumla hadi kufikia kukamilisha taarifa hii. Mheshimiwa naibu Spika, kwa baada ya maelezo hayo sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato ya matumizi ya Wizara ya Kilimo, fungu 43 24 na fungu namba tano kwa mwaka wa fedha 2025 2026, kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa naibu Spika, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja.